bali wa kilomita mia moja na saba kutoka Njombe mjini hadi unapofika wilayani Makete. Majani haya ya porini yana historia na jina Makete kwa maelezo kuwa wenyeji waliyataja katika nafudhi ya kabila ya Kikinga, na baada ya ujio wa wageni wa kikoloni ndipo lilipozaliwa jina rasmi la Makete. Asili yake haya yako sehemu nyingi sana ya Makete. Mzee Jaseri Mwamwara ni mzaliwa wa Makete ambaye kwa sasa amerudi nyumbani na kuweka makazi ya kudumu baada ya kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali za chama na serikali na yeye ndiye amekuwa msimulizi wetu mkuu kwa niaba ya wanamakete. Kwa hiyo wajamii wakasema, haya majani ni Wakinga, yanaitwa majani gani haya? Akasema Makete, akasema basi tunajenga ngoma hapa, akasema hapa pa Makete. Kabila kuu la wenyeji wa Makete ni Wakinga na ni wilaya yenye idadi ya wakazi laki moja na tisa na mia moja sitini ikiwa ni taarifa ya sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Sasa hawa Wakinga wamegawanyika katika mabonde, kuna bonde moja linaloitwa Matamba, sasa kule wanaishi wa Wanji. Sehemu moja nyingine inaitwa Magoma, huko wanakaa wa Magoma. Sehemu nyingine inaitwa Bulongwa, Lupalilo, Ukwama huko wanasema Wakinga. Achilia mbali shughuli za kilimo zinazofanywa na wenyeji wa Makete, sifa nyingine ni uthubutu wao katika biashara. Mzee Mwamwala ambaye naye anafanya biashara za uwekezaji na mazao ya kilimo anasema ni mbegu iliyopandwa na mababu zao wakati wakishurutishwa katika ajira za kazi ngumu. Kazi walizozifanya ilikuwa ni kwenda kama manamba, huko wakajifunza jinsi ya kuhifadhi fedha, ubanifu kubania hela, kwa hiyo wakaanza na wao biashara zao. Lakini Mkinga bwana, kutumia fedha yake oh, ni makini sana, hatumii ovyo. Kauli ya mzee Mamwara inaungua mkono na wenyeji wengine wa Makete ambao wanaeleza sababu za Wakinga kuonekana katika miji mingi wakiwa vinara katika biashara zikiwemo za maduka na nyinginezo. tunatunza ndoto kwa muda mrefu hata kama Unajua watu wengi huwa wanafanya biashara, akisha fanya biashara siku ngapi anaona kama ile biashara kama imekuwa haiuziki nini, basi ni mtu anayekata tamaa kwa haraka sana. Lakini si ni watu ambao tunaweza kukomata, kama mazingira ni magumu. Suala la dhana potofu la kutaka njia za mkato katika maisha limekemiwa vikali na mzimu Mwala. Watu wengi wanadanganywa na waganga kwamba bwana, ukienda huko eh, unapata dawa, fedha itaongezeka. Hapana, ni maarifa ya utunzaji Wilaya ya Makete ni moja kati ya wilaya nne zinazounda mkoa wa Njombe. Emmanuel Kalemba, Azam News. <mulia>